Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpendwa wa ufuatiliaji na msikilizaji mahali popote ulipo katika chaneli hii, ninakualika masaa haya tena tuweze kusikiliza sauti ya Bwana inaponena nasi katika masaa haya ya kipekee. Nipende kuwashukuru wote ambao mnajitokeza kwa ajili ya kucomment, kwa ajili ya kushauri. Mungu awabariki sana. Ninapenda kutuma shukrani zangu za pekee kwa kila mmoja ambaye anaendelea kutufuatilia. Mungu awabariki sana. Nina imani ya kwamba hutapungukiwa kwa lolote, wewe unaye subscribe wewe unae, unae share video hizi kwa wengine, barikiwa mno. Mungu akubariki, anaona vile ambavyo una shauku ya kwamba jumbe hizi ziwafikie maelfu ya watu. Mungu akubariki, nina imani siku moja atatimiza lengo hili, maelfu ya watu wafikiwe na jumbe hizi ili wapate mguso kutoka kwa Bwana peke yake. Yako tuweze kuomba. Baba yetu mwema jina lako lihimidiwe. Mioyo yetu tunaiweka mikononi mwako. Tunakushukuru kwa nafasi nyingine uliotupatia mimi na mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji. Endelea kutubariki, endelea kuzungumza nasi tena masaa haya. Hebu Bwana, ninakusihi ile nuru yako ikaangaze maishani mwetu, ukafungue ukurasa upya wa matumaini katika maisha yetu, nasi Bwana tukaseme ama hakika, wewe ndiye Bwana pekee unayestahili kutawala maishani mwetu. Jina lako litukuzwe, endelea kunena nasi sasa katika jina lako amen. Ndugu mpendo wa mfuatiliaji na msikilizaji, ninakualika katika tafakari ya pekee ya siku ya leo tena. Uh, somo lililopita mada uh, inayosema ni kitu gani kitanitenga na upendo wa Kristo? Nini kitanitenga na upendo wa Kristo? na hii ile ilikuwa ni sehemu ya kwanza, na hii ni sehemu ya pili ya nini kitanitenga na upendo wa Kristo, swali ambalo aliliuliza Paulo katika kitabu kile cha Warumi sura yake ni ya 8 mstari wa 35. Nitaomba ndugu mfuatiliaji, tusome aya chache za Warumi sura ya 8 na kisha tu tu tu, tu, tu, tu, tuingie kwenye tafakari ya kina. Hebu fungua pamoja nami kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa 35. Biblia yangu inasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au adha au njaa au uchi au hatari au upanga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tuna uwawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Kwa yeye aliyetupenda. Ndugu mfuatiliaji na msikilizaji, nataka nitangulize kuse, nitangulie kusema ya kwamba ni nini kitatutenga na upendo huu? Ni nini kitatutenga na upendo huu? Sehemu hii ya pili tunaangalia ulimwengu huu ambao umejawa na umejawa na na usaliti, umejawa na hali ya kukosa huruma, umejawa na hali ya ya kukosa ukosefu wa upendo. Utakuta ndugu kwa ndugu, lakini upendo umepoa. Utakuta ni mzazi kwa mtoto, lakini upendo umepoa. Utakuta ni ni marafiki, lakini upendo umepoa. Utakuta huruma inakosekana. Utakuta ni wapendwa kabisa wanaotembea pamoja, wanakula pamoja wanavaa pamoja. Ulimwengu umejaa kila aina ya ya usaliti, kila aina ya uchochezi bovu. Ndugu mpendo unayenisikiliza, ni kwa Yesu Kristo peke yake ndio tunaupa tunaupata upendo, upendo wa thamani, upendo unaojua kututhamini na kututafuta katika uchafu tulio nao, upendo ambao uliweza kutuvuta hata pale Kalvari, upendo ambao uliweza kutangaza ushindi kwa yule mwizi msalabani, upendo ambao unatangazwa kwako pia. Paulo anazungumza nawe ndugu yangu, ni kitu gani kitakutenga na upendo huu? Anasema ama ni dhiki, ama ni shida, ama ni njaa, ama ni adha, au uchi, hatari, upanga? Je, hivyo vitakutenga na upendo huo? Pasta, ni upendo gani huo? Ni ule upendo ambao ulimfanya Baba amtume mwanaye kipenzi, mwanaye wa pekee afe kwa ajili yetu. Ni ule upendo uliopelekea Yesu Kristo kwa uchungu mkali, mpaka damu, jasho la damu lilimtoka alipokuwa akiomba. Ni ule upendo uliopelekea mpaka akapelekwa msalabani. Ni ule upendo uliopelekea akakubali mijeledi kutwama kwenye mgongo wake ni ule upendo ambao ulipelekea akakubali eh, misumari ikapigiliziwa kwenye nyama na mifupa yake. Ni ule upendo uliomfanya ulio ulio akubali mkuki uchomwe ubavuni mwake na damu na na maji zikatoka. Ni ule upendo uliomfanya Yesu Kristo aache vyote kule mbinguni aje kunitafuta mimi niliyepotea, na nini ni ile mdhambi, ni ule upendo ambao unatangaza ushindi. Endapo ukiamini katika upendo, Yesu anasema aliaminia na kuokoka. Huu upendo. Ndio Pauloanauliza watu, ni kitu gani kitatutenga na upendo? Rafiki, unanisikiliza hivyo? Nadhani ni kitu gani? Hebu vuta picha. Unajua hapa duniani tunapitia experience ndogo sana ya upendo ambao unatajwa kwenye maandiko Ifikirie hii experience, mtu kuwa tayari kuwa radhi, yuko tayari anywe sumu kwa sababu ya usaliti. Amesalitiwa na mpenzi wake, amesalitiwa na mwenzi wake, yupo tayari aone yeye hana thamani. Upendo wa namna gani? okay, another kind of experience hii ni hii ni level ya ya ya, ya, ya experience ndogo ambayo sisi tunapitishwa ya upendo. Mtu yuko tayari kutoa na kulipa kiwango chochote cha mahari kumpata yule anayempenda. Mtu yupo tayari atoe gharama yoyote ya fedha kupata kile kitu anachokipenda yupo tayari ashindwe kula, ashindwe kunywa kwa sababu tu, anyway, Simba ama Yanga wamefungwa. U upendo, upendo, upendo this is hiki ni kiexperience kidogo, kiuzoefu kidogo ambacho tunapitishwa cha ufahamu na kujua upendo halisi ambao Baba ametupatia sisi watoto wake. Paulo anauliza, ni kitu gani? Ni kitu gani kitatutenga na upendo huu ambao umekufanya, unanifanya mimi na wewe leo tuwe hai? Ni kitu gani kitatutenga na upendo huu? Dunia hii ime, haina huruma. Maisha haya yanakosa huruma kabisa. Hata vile ambavyo tulikuwa tunadhania pengine tungevipata kwa watu fulani, tunashindwa kuvipata, hatuvipati kwa sababu huruma imepotea, lakini Kristo anatoa upendo Kristo ana upendo. Mtu anayepoteza ana, ana, ana, ana kazi wewe unayepoteza kazi yako, wewe unaihisi kutengwa, una thamani, Kristo anakupenda bado. Kristo angali akikupenda wewe, uliyefeli mitihani, mtihani umekuja umefeli, matokeo yamekuja umefeli, rafiki yangu, bado Kristo anakupenda wewe ambaye ni mzazi hupati watoto kwa muda mrefu, bado Kristo anakupenda. Upati mwenzi hupati, upati mchumba, kijana mwenzangu, bado Kristo anakupenda, anakupenda katikati ya maisha ambayo yanakosa hata huruma, lakini Kristo anakuhurumia. Katikati ya maisha ambayo yanakosa upendo halisi, hata wa ndugu kwa ndugu, hata wa mzazi kwa mtoto, upendo umepoa. Wazazi wanaona ni heri wawatoe watoto wao kafara, watoto wanaona ni heri wawatoe wazazi wao kafara, upendo hakuna. Marafiki kwa marafiki kusalitiana, marafiki kwa marafiki kuchukiana, kukwazana, kuoneana kwe na hila na ugomvi na, na chuki inapotawala maishani mwao wanakuwepo na visasi vinavyoongozwa na chuki ndani yao e, rafiki yangu unayenisikiliza, Kristo peke yake ndiye anayegawa upendo halisi hajawahi kumsaliti yeyote, hajawahi kukusaliti, hajawahi kukuacha katika dhiki yako. Yeye yupo pamoja nawe katika dhiki yako, katika changamoto yako, katika hali ulio nayo. Yeye anatangaza upendo wake kwako, rafiki unayenisikiliza, mpendwa wangu, Bwana anauliza ni kitu gani kitakutenga wewe na upendo wake? Ni kitu gani anauliza, je, ni njaa? Je, ni njaa kwamba umekosa chakula? Je, ni njaa kwamba watoto wanakufa kwa njaa? Ndio maana umeamua kujiunga na vikundi visivyofaa, ndio maana umeamua kufanya biashara haramu, ndio maana umeamua kujiingiza kwenye kwenye kwenye makundi ambayo hayafai, yanauleta kashfa na yanamkejeli Mwenyezi Mungu. Je, ni njaa? Je, ni njaa ambayo inakufanya umwone Mungu amekaa kimya na hana umuhimu uende kwa waganga? Je, ni njaa Biblia inauliza, je, ni kukosa kwa mavazi? Je, ni kukosa kwa mavazi, ambako kuna kufanya wewe uone Mungu hakupendi, hakujali, uende kutafuta vitu hivyo kwa wengine? Je, ni kukosa kwa mavazi ambayo yanapelekea na unamsaliti mmeo kwamba hajakununulia mavazi ya kisasa, ama mkeo Bwana, rafiki yangu mpendwa, unayenisikiliza, Bwana anasema ni kitu gani kitakutenga naye? Je, ni ni ukosefu wa fedha? Ni ukosefu wa fedha ambao unapelekea wewe umwone Mungu hana thamani na vile ambavyo anatuahidi katika Biblia, ya kwamba ni mwongo, na utafute njia nyingine ambazo si Rafiki, ni kitu gani kitakutenga na upendo? Fedha? Biblia inasema fedha ni kama chanzo cha uovu, chanzo cha uovu, maovu yote. Ndiyo maana Yesu anatoa wito alipokuwa na wanafunzi wake, akiwaambia kwamba hebu tazameni ndege wa angani, hawalimi wala hawavuni, lakini mimi ninawalisha. Angalieni maua kondeni yanavyostawi na kupendeza, hata Sulemani katika uzuri wake hajapewa uzuri kama maua. Ndiyo, ndiyo Yesu anatoa wito, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtazidishiwa. Kama ni fedha utazidishiwa, kama ni njaa chakula utapewa, kama ni mavazi utapewa. Kama ni kuna hatari inayokufanya wewe usahau upendo huu utengwe na upendo wa Kristo, kataa kwa jina la Yesu. Kama kuna hatari inakuja mbele yako, kimbia kwa Yesu. Bwana Yesu wasifiwe. Unahisi hatari ya kuachwa unahisi hatari ya kusalitiwa, unahisi hatari ya kukosa mwenzi, unahisi hatari ya kukosa mchumba. Kimbia kwa Yesu, kimbia kwa Yesu. Hatari ya kuachishwa kazi, kimbia kwa Yesu. Hatari ya kukosa marafiki, kimbia kwa Yesu. Hatari inapokuja maishani mwako, umepelekwa maabusu, kimbia kwa Yesu, kimbia kwa Yesu. Yeye ni mwingi wa upendo na huruma nyingi, ataingilia kati. Rafiki yangu nayenisikiliza, ni kitu gani kitakutenga na upendo huu? Mimi ninasema hakuna kitakachonitenga na upendo wa Kristo, hata kama nimewekewa upanga mbele yangu, hata kama ni mauti, hata kama inanigharimu uhai wangu, hautanitenga na Yesu Kristo. Msikilize Paulo anavyosema katika mstari wa 37 37, lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. Mambo yote, njaa, fedha, adha, dhiki, hatari, upanga, kifo, mauti, tutashinda kwake yeye anayetupenda tutashinda kwa jina la Yesu Kristo. Rafiki yangu unayenisikiliza, umesumbuliwa na mapepo kwa muda mrefu, shetani ameku, ameku, amekushika kwa muda mrefu, umeingizwa kwenye vifungo visivyo, visivyo vya kawaida. Rafiki yangu, kimbia kwa Yesu, Bwana atatangaza ushindi. Waangalia wa, wa, wale wote waliokimbilia kwa Yesu walipata uponyaji. Kipofu aliyekuwa Batimayo, kipofu alipokimbilia kwa Yesu, aliita mwana wa Daudi, ni rehemu Bwana, akamponya rafiki yangu. Si hivyo tu, yupo mwanamke ambaye alitokwa na damu kwa miaka kumi na mbili, alipokimbilia kwa Yesu akasema niguse pindo, akapona. Yupo ambaye alipagawa na mapepo kwa muda mrefu, aliyechafukwa kwa muda mrefu na yalimtesa kwa muda mrefu, Bwana akamtangazia ushindi. Wewe unayenisikiliza, ni Kristo peke yake ambaye ya atatupatia ushindi na Paulo anasema ni katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda. Lakini si hivyo tu, kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Baba wa Mungu ulio katika Yesu Kristo Bwana wetu. Ili likawe ni pendekezo lako, ili likawe ni ombi lako, hii ikawe ni shauku yako, Bwana akawe kimbilio lako, Bwana akakupatia ushindi Bwana akakuletea chakula, maana yeye ni rafiki unanisikiliza zeni, unapitia changamoto gani katika maisha? Paulo anasema ni katika yeye tunashinda na zaidi ya kushinda, atatuva rafiki yangu, ambacho pengine ulikuwa unakielewa. Bwana anatujua vizuri kuliko tunavyodhani. Bwana anatufahamu, anajua dhiki zetu uliko tunavyodhani. Na ndio maana leo swali la Paulo linajengeka: ni nini kitatutenga na yeye? Kama tu wakati mimba yako inatungwa alikujua, wakati unazaliwa alikujua, hapo ulipo alikujua, ni kitu gani kitatukutenga wewe na yeye? Uhai ulionao alijua tu, utakuwa hai hadi sasa. Alijua ya kwamba utanusurika kufa kwenye ajali fulani. Alijua ya kwamba utanusurika kufa kwenye ugonjwa fulani, lakini amekushikilia kwa sababu ana mpango na wewe. Haleluya! Rafiki yangu, ninajivunia siku ya leo kutangaza mbele yako unayenisikiliza hodo Mkumbatie Yesu, endelea kumtumaini Yesu, endelea kumwamini Yesu, maana yuko na wewe atakutangazia ushindi katika dhiki yako. Na usikubali chochote kikutenge naye. Mungu akubariki. Mungu akuangazie nuru yake. Asante.